Mtoto mdogo miaka 22. Nisikilize kijana mwenzangu, ushauri huu ni ushauri kwa vijana uh, kuanzia miaka 18 na kuendelea, usikubali kukaa nyumbani, usikubali kubaki nyumbani, umenielewa? Yaani ili uweze kupata mafanikio, umenielewa? Unaniona mimi hapa, mimi nilikubali kutoka, nilikubali kukaa mbali na mazingira ambayo nimezaliwa. Nilikubali kukaa mbali na mazingira ambayo nimekulia. Nilikubali kukaa mbali na watu ambao wananifahamu na wafahamu. Nilikubali kukaa mbali na watu ambao wamenizoea. Nilikubali kukaa mbali na watu ambao nimewazoea. Ndio maana nikapata mafanikio. Njia haiwezi kuja hapo ulipozaliwa brother. Acha kushikilia mali za mshua. Mnielewa? Acha kumsikiliza mshua. Saizi kifuko anakwambia uende shambani, unaenda shambani. Sijui nenda wapi. Labda kama ni mtoto wa kishuo. Lakini kama ni mtoto yule low life kama mimi ukizaliwa nje unakutana na ng'ombe, unakutana na kuku, si unakutana nini? ondoka hapo mwanangu. Sawa, nyumba yenyewe ulisi ile ina thamani milioni 10 ile ya babako. Nyumbani hiyo sehemu ya kutamba. Unaenda kutafuta huko, unarudi nyumbani ukiwa nacho. Wanaonifahamu mimi nafikiri wachache wananijua. Nilikubali kuchomoka hapo. Nilikaa miaka saba Sijakutana na mamanguwala sijawasiliana na mama miaka saba. Sijawasiliana na mamangu wala sijakutana nani na mama. Sasa piga hesabu kama hujawasiliana na mama mzazi, je, wale watu wa karibu ulikuwa unawasiliana nao? Hata kama umesoma bro, ondoka usisubiri ajira nyumbani kwenu, hebu nenda huko nje. Ukikaa mazingira hayo, ni ngumu kuweza kupata nafasi za kuweza kupata mafanikio. Mazingira ya hapo tayari wewe umeshazoeleka kuna baadhi ya vitu utashindwa kuvifanya kwa kuogopa fulani ataniona, umenielewa? Yaani, utaanza kufanya shughuli kwa aibu, lakini kumbe shughuli hiyo umekuwa nje ya mji wa hapo, ulikuwa una uwezo kuifanya na ukatoboa. Eh? Kwa upande mwingine, tukienda kwenye nguvu zetu zile za upande wa pili, hapo mwanangu unakuwa umeshate umeshatekwa kiroho eh, yaani kwenye familia yako tayari kuna zile, eh, zile roho za kimaskini zinakuwa zinawazunguka. Yani, kuna cheni tayari inakuwa imeshawazunguka kwenye familia yenu. Upo kwa babako, una miaka ishirini, sijui ishirini na tano, sijui umemaliza chuo, sijui umemaliza wapi bro. Hayo magari tunarudi nao nyumbani, atujataftia nyumbani, unanielewa? Sijui tambo hizi tunazotamba, atujataftia huko, tumetafutia ugenini. Ugenini ndio na uwezo wa kutamba vizuri, na ukarudi kutamba nyumbani pia. Ondoka nyumbani, mwanangu, unanielewa? ili upate hela Ondoka nyumbani, jeuli. Sisi hatujazipatia nyumbani, tulikuwa nje ya nyumbani, tulikuwa mbali ya mazingira ya wapi, ya maskani. Tunasumbua miji ya watu, afu tunakuja kuwasumbua hapo wako nyumbani tulio waacha, tunawakuta tena tunawasumbua. Mnaanza kusema madogo yanadharau. Chomoka na wewe ili uwe na dharau.